S so, dakta, hujambo popote ulipo, na karibu sana katika Darubini Wikendi Michezo kama vipi? Mimi ni Art I Lemoka, na moja kwa moja tuanze na taarifa inayohusiana na Junior Starlets. Timu hii ya taifa ya Kenya ya soka ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 17, Junior Starlets, iliwasili nyumbani leo asubuhi kutoka nchini Uganda ilikowashinda wenyeji magoli mawili kwa sifuri kwenye mkondo wa kwanza wa kufuzu kwa kombe la dunia kwa wanawake wasiozidi umri wa miaka 17. Esther Nasipondi na Joan Ogola walifungia Starlets mabao hayo mawili muhimu kabla ya mkondo wa pili utakaochezwa tarehe 16 Mwezi huu. Junior Starlets ilifuzu kwa raundi hiyo ya pili bila kucheza mechi, ilhali Uganda ilicharaza Namibia jumla ya magoli 18 kwa moja kwenye raundi ya kwanza. Starlets inahitaji sare jijini Nairobi kufuzu kwa raundi ya tatu dhidi ya Cameroon au Ethiopia. Timu nne bora za awamu hiyo ya mchujo zitajiunga na wenyeji Morocco kwenye fainali hizo za dunia zitakazoandaliwa kuanzia tarehe 17 mwezi Oktoba hadi tarehe 8 mwezi Novemba mwaka huu. Mechi ilikuwa ngumu lakini wasichana wetu walijitahidi ili tukaweza kupata ushindi away which ni kitu kubwa sana kwetu. Any team yenye itakuja tutavuka nao. Those three points lazima tuchukue ikuwe ni Cameroon. Any team lazima tutavuka nao. Game ilikuwa poa. Uh, si kitu tulikuwa tuna expect, tulikuwa tuna expect positive results kwa game ya away because ni vigumu sana kupata 3 points away. <coughs>